Hadithi za Sultani, sehemu pekee ya burudani karibu. Mwanamke aliyelala na wanaume wote kijijini. Kwanza kabisa kabla ya kuanza, watu wa Mungu, naomba tu subscribe, tu like na tusisahau kucomment. Jamani waswahili wenzangu, hakikisha una like na kucomment, na waomba sana. Kulikuwa na mwanamke aitwaye Neema aliyeishi kijijini chenye utamaduni wa kale kama miti ya mbuyo, kijiji ambapo mbingu na dunia hukutana. Neema alikuwa mrembo, macho yake yalikuwa kama dimbwi la hekima na kicheko chake kilikuwa na uwezo wa kuwafanya hata wazee wenye hasira kubwa watabasamu. Licha ya urembo na haiba yake, alikuwa hajaolewa. Neema akiwa amechoshwa na upweke na kutamani sana kupata mume, alimtafuta Nia mwanamke mzee ambaye aliweza kuwasiliana na mababu zake. Nia, katika chumba kilichojaa harufu ya mimea na hati za kale, alisema, mwanangu, hatima yako si kama ya mtu mwingine yeyote. mwanaume atakayemzaa mtoto wako atakuwa mtawala wa kijiji hiki, na hekima yake italeta fanaka isiyoisha. Neema akiwa na hamu na kutiwa moyo, alikuja na mpango wa ujasiri. Nitalala na wanaume wote kijijini ambao wana umri wa kuoa, alifikiri. Nikifanya hivyo si tu kwamba nitapata mume wangu, bali pia nitaweza kumlinda mtawala bora wa siku zijazo kwa ajili ya watu. Wiki chache kisha miezi kadhaa baadaye, kijiji kilitawaliwa na fununo. Utafutaji wa Neema usio yumba wa mume ulikuwa mada motomoto moto katika kila mkusanyiko karibu na moto wa mchana. Hatimaye Neema alikuwa mjamzito. Aling'aa, tumbo lake likiwa limejaa, akawa shahidi hai wa unabii. Kadri tarehe ya kujifungua ilivyokaribia, hewa ilizidi kuwa na wasiwasi. Familia ikiwa na mwanawe roho adui baadaye walianza kudai mtoto huyo ni wao na kuanza kuweka dao juu ya chifu wa baadaye. Katikati ya machafuko haya makuu, Neema alijifungua mtoto wa kiume mwenye afya. Kijiji kilifurahi. Lakini furaha haikudumu sana. Shida iliyofuata ilikuwa inakaribia. Ni nani baba wa mtoto huyu aliyezaliwa kutawala? Wazee walikusanyika. Wake walisengenya, mashujaa walinoea mikuki yao. Kila mtu alitaka jaribio. Kijiji kilikuwa karibu na vita vya wenye wenyewe na njia pekee ya kuleta amani ilikuwa kumtambua kwa usahihi baba wa mtoto. Hata hivyo, Neema alikuwa na utalivu wa kimya. Alikuwa hakika kwamba unabii haungemsaliti yeye wala wanakijiji. Alikuwa akingojea wakati wa kumkumbata mwanaye mchanga na kubadilisha hatima ya kijiji milele. Neema alimuita mwanaye Tumaini, Tumaini, matumaini ya enzi mpya. Wiki moja ilikuwa imepita tangu kuzaliwa. Wakati wa uamuzi muhimu, mkutano wa wazee ulifanyika chini ya mbuyu mkongwe zaidi. Tawi la zamani lilionekana kama liliinamishwa na uzito wa uamuzi muhimu uliohitaji kufanywa. Mababu zetu wametuelekeza njia siku zote katika nyakati nzuri na mbaya, mzee wa kwanza alisema kwa sauti iliyotetemeka kama jani la mwisho la vuli, ili kutatua mgogoro huu lazima tutafute hekima yao. Wakati huo huo, Nia aliingia, macho yake yalikuwa yanang'aa kama mwali wa ajabu. Nia alianza kuzungumza wanapendekeza jaribio si tu kwa ajili ya baba wa kijana Tumaini, bali pia kwa ajili ya kiongozi wa baadaye wa watu wetu. Kulikuwa na mvurugo katika baraza na miongoni mwa wazee ambao waliona mavuno na misimu pamoja, haikuwa kawaida. Jaribio liliendelea. Nia alimwomba kila mwanaume mwenye uwezekano wa kuwa baba kusafiri kwenda kwenye Mlima Mtakatifu. Kwenye kilele cha mlima kuna jiwe la mwezi lenye hekima ya mababu si jiwe tu. Yule atakayerudisha jiwe hili atakuwa baba wa kweli na mtawala wa hatima ya kijiji chetu. Hewa ilijaa pumzi ya pamoja. Mlima Mtakatifu ulikuwa mahali palipojaa hatari, ardhi ya milima mikali, na zaidi ya yote, mahali palipojaa majaribu ya kiroho ambayo yangevunja mapenzi ya mtu yoyote mwenye nguvu. Hata hivyo, wazee walijua hakuna njia nyingine. Baada ya muda wa kimya Mzee aliyeitwa Bakari alifungua kinywa chake. Basi, imeamuliwa kila kiongozi ataondoka alfajiri baada ya siku tatu. Mababu watatuongoza. Mkutano ulipoisha, viongozi wa kijiji walifunikwa na hisia kama kioo cha maajabu. Msisimko, hofu, matumaini vilisokotwa pamoja kama fumbo lenye tata la maisha yenyewe. Neema alimkumbatia Tumaini kifuani mwake na hisia ya utulivu wa amani ilimfunika. Mababu walikuwa wametayarisha jukwaa na sasa ilikuwa zamu ya wanaume kuonyesha uwezo wao. Hata hivyo, hata yeye hakukuweza kutabiri dhoruba iliyokuwa inakuja. Safari kwenda kwenye Mlima Mtakatifu ilikuwa mtihani ambao ungebadilisha kijiji na watu wake kwa njia isiyoweza kufikirika. Alfajiri ya siku tatu baadaye kijiji kilimezwa na matarajio. Kijiji kilijaa utulivu, moto wa sadaka ulikuwa ukipanda kutoka nyumba na harufu ya uvumba ikielea hewani. Walikuwa wanatafuta baraka za mababu kwa safari ijayo. Wanaume wenye vyeo tofauti walikuwa wamesimama kwenye uwanja wa kijiji, familia zilizodai tumaini ni wakwao. Nyuso zao zilikuwa jaa shauku, hofu na msisimko. Neema alimshika tumaini mikononi mwake na kuwatazama kimya. Mtazamo wake ulisikika kama ujumbe ambao hauwezi kuwekwa kwa maneno, kana kwamba bora angependa. Sauti ya ngoma na pembe ilianza kusikika na safari ikaanza. Barabara ilikuwa imejaa majaribu ya kimwili na ya ajabu. Mto ulikuwa unapinda kama roho wa ovu, msitu ulinongona siri na kango lilijaa kicheko na mayowe ya roho zilizosahaulika. Lakini jaribio la kweli lilikuwa kwenye mguu wa Mlima Mtakatifu. Kulikuwa na altari ya mawe na maandishi ya runi ya kale yaliyoelezea hadithi za mashujaa, miungu, upendo na usaliti, yalikuwa yamechongwa juu. Wanaume walipofika kwenye altari, sauti ilisikika. Umesahau nini? Hilo ndilo jambo muhimu zaidi. Ukifanya hivyo, unaweza kusonga mbele. Sauti ilisikika na kujaza hewa kwa kina ambacho hakuwezi kuwekwa kwa maneno. Mmoja baada ya mwingine wanaume walikaribia altari. Baadhi walitoa dhahabu, wengine walitoa hirizi zilizopitishwa kwa vizazi, lakini hakuna kilichotokea. Mwishowe ilikuwa zamu ya Jengo. Jengo hakuwa tajiri zaidi au mwenye nguvu zaidi kati yao wote, lakini alijulikana kwa hekima na unyenyekevu wake. Badala ya kuweka vitu kwenye altari, alipiga magoti na kuomba kwa ajili ya kijiji, kwa ajili ya Neema na kwa ajili ya vizazi ambavyo havijazaliwa. Alipomaliza maombi yake, altare iliangaza kwa mwanga laini, na njia ya kuelekea kileleni ilionekana, kama ilialikwa na unyofu wake. Wanaume wote walifuata mfano wa jengo kwa unyenyekevu, walijifunza kwamba uongozi wa kweli unahitaji hekima ya moyo. Mwishowe walifika kileleni, kulikuwa na jiwe la mwezi ambalo liliangazwa na mbala mwezi na liling'aa kwa upole Jengo alikaribia jiwe kwanza na kugusa uso wa baridi kwa mikono yake iliyokuwa inatetemeka. Jiwe la mwezi liling'aa na mng'ao uliongezeka polepole pole, ukipanda angani na kuwa maporomoko ya mwanga ukimfunika. Kisha sauti ya kofi ilisikika: umejidhihirisha mwenyewe, mtoto huyu ni wako na umekusudiwa kuongoza watu. Jengo alipiga magoti. Waliposhuka mlima waliweza kuona kijiji kikiwa kimezungukwa na mwanga laini wa alfajiri. Wanaume walihisi mabadiliko tofauti kuliko hapo awali, sio tu kutokana na mwanga, bali pia kutokana na safari yenyewe. Ilionekana kama walikuwa wameondoa tabaka za ujinga na majivu na kufungua mtu mpya wa hekima na unyenyekevu. Walipofika kijijini, kijiji chote kilikuwa kimekusanyika. Hewa ilijaa mvuto na wa hewa ilijaa mvuto na wanyakazi. Jengo aliinuka na kuinua jiwe la mwezi juu ili kila mtu aweze kuona. Alitangaza kwamba mababu wamezungumza naye, mimi ni baba wa Tumaini na ni hatima yangu kuongoza wana kijiji hiki. Wanakijiji walishangilia, wazee walitikisa vichwa na imani, katika hekima ya mababu ilithibitishwa tena. Neema alimwendea Jengo akimshika tumaini mikononi mwake Macho yao mawili yalikutana. Wakati huo, utata wote na ugumu wote vilitoweka, na ilibaki tu ufahamu safi wa giza. Miezi kadhaa ilikuwa imepita tangu kutangazwa kwamba Jengo ndiye baba wa Tumaini na kiongozi wa kijiji cha baadaye. Kama uthibitisho wa unabii, anga ya amani na faraga ilionekana kuanza kutiririka kijijini, angalau ndivyo walivyofikiri. Usiku mmoja wa hatma Neema alipokuwa akimlea Tumaini katika kivuli cha kibanda cha familia yake, mazungumzo ya utulivu yalisikika kutoka ndani ya mbuyu hule ule. Jengo amefanya vizuri kama nivyo, dhamana karibu na nyumba yake. Kijiji hakikutilia shaka chochote, na unabii uliendelea kwenda na kwenda. Ilionekana kama sauti ya Nia ilikuwa karibu kulia. Nia, moyo wangu naumia. Tunawadanganya watu wanaotuamini na tunamlea mtoto ambaye si mwanangu halisi. Sauti ya jengo ilitetemeka na majuto. Ah, lakini utakuwa mtawala wa hekima na fadhila kwa kijiji hilo. Si bora zaidi kwa kijiji? Nia alijibu kwa baridi. Neema moyo wake ulizama. Msaliti aliingia kwenye bustani yake unaoaminika kama nyoka anayejificha, alipomtazama Tumaini asiye na hatia na mjinga. Uamuzi mpya ulizaliwa moyoni mwake. Wanakijiji wamedanganywa, lakini sasa wanapoulizwa ni nani kiongozi wa baadaye, wana haki ya kujua ukweli. Na Tumaini mwana anastahili kujua asili yake ya kweli. Hata hivyo, Neema aligundua kwamba alikuwa paswa kuwa mwangalifu asiongeze machafuko kijijini tena, na kufanya nini ili kuifunua nyambo hii? Ghafla alihisi kwamba jiwe la mwezi ambalo liliangaza kama uhalali wa jengo lilikuwa kama ufunguo wa siri siri ambayo baba wa kweli tu anaweza kuifungua. Akiwa nje ya kijiji, Neema alienda usiku kushauriana na mtu pekee ambaye angeweza kumwokoa mzee wa msitu wa giza. Safari ya Neema ilikuwa imejaa hatari na giza. Kina kirefu cha msitu, Neema hatimaye alifika mafichoni mwa mzee Mzee ambaye alikuwa na ndevu ndefu na hekima ya milele alimkaribisha Neema. Mzee alianza kuzungumza akisema, nilikuwa na kungojea. Msitu ulinong'ona hadithi, ukisema, sijakosa uokozi wako. Neema ambaye alirudisha utulivu wake alimwambia mzee kila kitu, kuzaliwa kwa Tumaini, safari ya mlima Mtakatifu na njama ya jengo na nia. Natafuta ukweli. Mzee alishtuka. Je, jiwe la mwezi bado linaweza kumfunua baba wa kweli wa Tumaini? Mzee alifungua kinywa chake kwa upole. Jiwe la mwezi ni kumbukumbu ya kale ya ukweli. Nguvu yake inaweza kudhibitiwa, lakini haiwezi kuharibiwa kabisa. Ingawa imepotea kwa muda Nina ibada ambayo naifahamu na inaweza kutakasa udanganyifu wote wa mawe. Macho ya Neema yalijaa matumaini yaliposikiliza maneno ya mzee. Lazima nifanye ibada ya ukweli usiku wa mwezi mpya. Jiwe la mwezi ambalo lilijazwa na maji matakatifu ya ziwa la Manong'ono litaangaza tu linapokabidhiwa mikononi mwa baba wa kweli. Neema alimshukuru kwa maelekezo yake ya kina na matumaini mapya na akaondoka kuelekea kijijini. Kadiri mwezi mpya ulivyokaribia, Neema alihisi kwamba wakati ulikuwa unapungua. Alifanikiwa kulichukua jiwe la mwezi kwa siri kutoka kwenye maji matakatifu. Sasa jiwe la mwezi limefichwa chini ya sakafu ya kibanda. Hatimaye usiku wa mwezi mpya ulifika. Wakati Tumaini alikuwa analala kwa amani na Jengo alikuwa anahudumia mkutano wa baraza, Neema alichukua fursa. Alichimba jiwe la mwezi na kuelekea ziwa la Manongono, eneo la mbali ambalo lilisemekana kuwa na nishati ya utakaso. Akiwa zungukwa na giza, moyo wake ulikuwa ukidunda haraka. Neema alifika ziwani na kuanza ibada ya ukweli. Alizamisha jiwe la mwezi ndani ya maji na akaimba kifungo cha kale alichopewa na mzee. Mara tu kifungo cha mwisho kilipotolewa kwenye midomo yake, jiwe la mwezi lilitoa mwanga mweupe laini na kuangaza uso la giza. Sasa kwa kuwa jiwe la mwezi limetakaswa na kuamilishwa, alirudi kijijini. Usiku huo, kijiji kilikusanyika kwa ajili ya kuungana na mababu zao. Usiku kabla ya harusi ya Jengo, ndio usiku wa mnyorufu wake wa mwisho au usiku wa fedheha yake ya kina. Wakati wanakijiji walikuwa wanacheza na kuimba, Neema aliifichua jiwe la mwezi na kudai kwamba lilitiwa nguvu zaidi na roho kwa ajili ya baraka maalum. Neema alitangaza kwa kila mgombea, baba lishike jiwe, baba wa mtoto Tumaini atatoa mwanga. Wanaume walijitokeza mmoja baada ya mwingine na kushika jiwe la mwezi. Hata hivyo, jiwe halikusoga, mwanga ulikuwa dhaifu, kana kwamba lilikuwa linafunga nguvu zake. Hatimaye Ilikuwa zamu ya Jengo. Wanakijiji walishikilia pumzi zao. Jengo aliposhika jiwe, jiwe lilitikisika, lakini halikuangaza kabisa. Ghasia zilizunguka kijiji na kugeuka kuwa kelele ya mshangao na kuchanganyikiwa. Kabla ya mtu yoyote kuweza kuzungumza, sauti ilitoka nyuma. Subiri, ilisema Nia. jiwe si tu kulishika, bali pia kuzungumza na macho yanayolikabili. Neema, angalia jiwe Neema alinyanyua macho na kumwangalia jengo, kisha katazama jiwe la mwezi. Wakati huo jiwe lilitikisika kwa nguvu na likawa giza. Jengo aligeuka samawati kwa hofu. Neema aliangalia kijiji, na wakati huo waligundua kwamba jengo hakuwa baba wa kweli. Kimya kilitiwa giza na kicheko cha wazimu cha Nia mbele ya jiwe la roho. Hata njama iliyopangwa kwa uangalifu, jiwe lilitikisika. Baada ya ibada iliyofeli kijiji kilitawaliwa na hisia isiyo na utulivu ya shaka, hasira na udadisi mkubwa. Wazee mara moja waliitisha mkutano. Wa kwanza kufungua kinywa chake alikuwa Nia, sauti yake ilikuwa imechanganyika na majuto na utambuzi wa ukweli. Wanakijiji, tumenaswa katika wavu wa udanganyifu. Roho zilizonena nasi kupitia jiwe na mwezi, jengo si baba wa kweli, lakini sasa si wakati wa kugawanyika bali wakati wa kuamka. Mzee Mubaka alisimama na kuamuru kimya kwa hekima ya zamani. Alipazia sauti kwa nguvu, roho za mababu zetu hazitafurahishwa na makosa yetu, hatupasi kugawanyika. Alimgeukia Neema, uliita roho na kuchimba ukweli wa kutisha, sasa tufanye nini? Sauti ya neema ilikuwa tulivu, njia nyingine ya ibada ambayo haiwezi kamwe kugoreshwa Wanaume wote kijijini wajitokeze kutoa kiapo kwa mababu zao kwenye ufuo wa mto wa ukweli. Huko wanatangaza kwamba wao ni baba na mto utakuwa shahidi wa Mungu na kufunua baba wa kweli. Baraza lilikubali na kuamua kufanya ibada hiyo asubuhi iliyofuata. Kulipokucha, wanakijiji walikusanyika kwenye ufuo wa mto wa ukweli. Ilisemekana kwamba maji ya mto yalibarikiwa na Mungu. Wanaume walitoa kiapo kwa mababu zao mmoja baada ya mwingine na kuwapa kuwa hawana hatia au wana hatia. Hatimaye ilikuwa zamu ya jengo. Aliinuka na kutazama macho ya Neema. Wakati huo, Neema aligundua kitu kinang'aa kidogo. Je, yalikuwa majuto au hamu tulivu ya msamaha? Jengo alizamisha mkono wake mtoni na akasoma kiapo kwa utulivu. Alipokuwa akisoma, maji karibu na mkono wake alianza kutetemeka, lakini rangi haikubadilika. Ilikuwa ishara ya kiapo cha ukweli. Wanakijiji walikuwa na wasiwasi na walikuwa wakisubiri ishara ya Mungu. Wakati huo, kelele ilipanda kutoka nyuma ya kijiji. Mtazamo wa kila mtu ulikuwa kwa kijana. Alikuwa anatetemeka huku maji karibu na mkono wake yakigeuka kuwa ya dhahabu. Ilikuwa ishara ya ukweli iliyotambuliwa katika ibada takatifu. Mwana wa mzee Ukubo, maji aliapa kuwa ndiye baba wa kweli wa Tumaini. Maji alikuwa mmoja wa wanaume wapweke zaidi kijijini. Alijulikana kwa utu wake tulivu na hakujihusisha na masuala ya kijiji. Wakati Maji aliposita kusonga mbele, Neema alimtazama machoni. Katika mtazamo huo mfupi, aliona unyofu na uaminifu. Ilikuwa sifa ambayo hakuweza kuipata. Ukweli kwamba Maji ndiye baba wa kweli ulikishtua kijiji. Wakati maji alikomkaribia Neema na Tumaini, wanakijiji walianza kupaza sauti. Macho yake yalikuwa yamejaa unyenyekevu na nguvu tulivu. Mzee wa ukubwa alisonga mbele, na kijiji kilikuwa kimya. Maji ndiye baba na lazima tuheshimu ibada hii takatifu. Aliwatazama jengo na nia na kukaza macho yake. Wale waliotudanganya watahukumiwa na wazee. Maji alisimama karibu na Neema na Tumaini wakati huo, Neema alihisi kwamba sura mpya ilikuwa karibu kuanza katika maisha yao, sura iliyojaa unyofu, heshima na upendo. Kama baba wa kweli kutimiza jukumu hili nitafanya niwezalo, Maji alitangaza kwa utulivu. Wazee walifanya mkutano wa dharura kujadili hatima ya jengo na nia. Hatimaye walikubaliana Jengo alinyimwa cheo na daraja lake na akaamriwa atilize huduma kama shahidi wa hatia yake. Nia alifukuzwa kutoka wadhifa wake kama muumini na nabii mpya aliyechaguliwa na Mungu akachukua nafasi yake. Maneno ya unabii uliyoongozwa na Tumaini kuongoza njia yalionekana kutimia huku kijiji kikionyesha kwa njia isiyotarajiwa. Mavuno ya mazao yaliongezeka, mgogoro kati ya wanakijiji ulipungua na kifungo kipya kiliundwa. Hata Jengo ambaye alijitolea kwa fedhea ya familia ya kifalme alipata njia ya msamaha kupitia toba ya dhati. Hata Nia, ingawa alifukuzwa kutoka wadhifa wake, alianza maisha tulivu na ya amani. Hekima yake haikuwa tena imechafuliwa na mkakati. Kwa njia hii, alfajiri mpya angavu na yenye matumaini ilifika kijijini. Neema, maji na Tumaini walisimama kwenye mlango wa maisha mapya yaliyojaa matumaini. Mioyo yao ilishirikiana na hekima ya pamoja ya ukweli uliowekwa wazi. Nguvu ya kuponya, kuunganisha na kuelezea mustakabali mzuri. Asante kwa kutazama hadithi hii ya kuvutia. Njia ya ukweli wakati mwingine hupotoshwa na milima, lakini ukweli utatuweka huru. Kwa hivyo ni safari yenye thamani. Asante sana kwa kusikiliza hadithi hii ya kusisimua. Kama tulivyoona Njia ya ukweli inaweza kuwa ngumu, lakini daima huleta matunaini na amali kwa jamii. Nawapenda sana na nawatakia kila la heri. Naomba msisahau kuonyesha upendo wenu kwa kulike hadithi hii, kucomment maoni yenu, na muhimu zaidi kusubscribe kwenye chaneli ya hadithi za Sultan kwa ajili ya simulizi zaidi za hekima na matukio ya kuvutia. Tukutane tena katika hadithi ijayo.